Asanteni sana langu, jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana wa Uhuru Kinyatta Migai, mtetezi ya wanyonge, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027. Na mimi nataka kusema hivi, Gashagwa alituingiza mali pabaya, kwa sababu leo hii tunaumia, kwa sababu mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gashagua namba 2 wabunge tulio nayo 90% ni wajinga, kwa sababu mbunge kazi yake ni kutunga sheria ya kulinda taifa na kulinda maisha ya wana wanakenya na kulinda biashara yetu, but wabunge wetu wamegeuka wajinga. Kwa sababu gani? Mbunge anakuja kukuambia kwamba mimi nimepeana pesa CDF, mimi nimejenga madarasa nim... kazi ya CDF sio kazi ya mjumbe. Ndio maana unaona Kenya Pipeline imeuzwa, imeuzwa kwa sababu hawa jinga wajui sheria ambao wanafanya. Ni uchungu wakati wa bunge wetu, unapata ng'ombe akoko parliament sema, "Hi, I save it." huyu ni ng'ombe. Eh hey, awa. Mtu useless, mtu mjinga, mtu gasia. How comes? Ulimwengu mzima umeiki si hata Uganda wameuza nini? Kituo cha petroli, ama wameuza nini? Uganda Pipeline. Ni Kenya ndio anafanya ujinga. Yani all MPs wamenunuliwa na pesa ndogo ya mumalaya, wanapitisha kuhusu Kenya Pipeline, kitu ambayo ina shara. Kama kuna kitu inanunulika ulimwengu mzima ni mafuta hatu kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe. Uangalia kwenye mtandao, uangalie mafuta hainanga sara. Sasa mtu anakuambia Kenya Pipeline ati kuna sara mahali fulani au make profit. Sasa wanataka kukuwa, eh, private. Ndugu yangu William Ruto ni scam. Yawa. Na hii mwenye alituletea mheshimiwa Geoffrey Kashago. Kashago ametuletea mess. Kashago ametuletea mess Saidi. Kashago ametuletea mess na Kenya yetu. Angalia jinsi vitu vinafanyika mambo ya sha. Angalia vile jinsi inasambaratisha wa Kenya, maisha wa Kenya. Kila mtu analia. Angalia mambo ya ushuru 16%. Wakati mdoni wa Mshomba alikuwa anapinga Kashago huyu mmoja akaenda kudhumuru kwa sababu akasema kwamba huyu mama hatutampea maendeleo ndio kwa sababu anapinga amnini financial bill. Wa Kenya mtu ambaye alitume zaidi ni Geoffrey Gachagua, wa pili Raila Odinga. Hao watu wale saidi isaidia Kenya yetu, Raila na Gachagua hizi kutusaidia yeah, nataka kuambia wa Kenya Gachagua akuje kuwaje kutupanga, ati yeye anataka kutoa Ruto, na ndiye ametuletea rusa yetu na tunaumia kwa sababu nani? Geoffrey Gachagua. Secondly, Raila Odinga, jinsi alifanya Ruto kwa kona. Wameshika koo ya Mheshimiwa Rais. Aliyeingia kuweka tama yake Raila Odinga. We are suffering kwa sababu Raila Odinga nakashagwa wakati inji inauzwa peke yake, public inauzwa since independent, since tumekuwa na rais, marehemu rais wa kwanza Jomo Kenyatta 15 years hakugusa, akugusa Daniel Toroitich arap Moi 24 years hakugusa, Mwai Kibaki marehemu 10 years hakugusa, Uhuru Kenyatta babangu 10 years hakuuza. Why William Ruto? Jamaa hana haja na Kenya. Jamaa hata nafikiria, Ruto si Mkenya. Ruto nafaa ifanyiwe DNA. Ruto sio Mkenya. Yale vitu Ruto anafanya Kenya hii, naamini ya kwamba Ruto si Mkenya. Why a company Kenya Pipeline yenye aina sara, magari zipo, petroli inanunuliwa? Unataka kuniambia mimi mjukuu, so mimi ndio mjinga, Ruto ni mwerevu sana, na wale wajinga wao wanaweka matako zao pale parliament, wanasema ai, bili imepita. Ndugu zangu hii paliament ya 13 imebeba wajinga zaidi guns, wash, wash. E wa. Wananunuliwa tu, mbunge mbunge ajui kazi yake, anakuambia nimejenga, nime darasa. Hiyo sio kazi ya mbunge, mbunge ni kuweka sheria, ni kutunga sheria. Huwezi kutuambia, kutupitishia bill mbofu, mbofu. Uwezi kutuambia unatupitishia mambo ya kuuza Kenya Pipeline. Ndugu zangu wa Kenya, watoto wetu watajiriwa wapi? Wajuku zetu watajiriwa wapi kama tunauza rasilimali ya Kenya ninauliza wa Kenya, kama tunauza mali ya taifa la Kenya, kama tunauza Kenya Pipeline. Tutau, tu, tutajiri wajukuu wetu watajiriwa wapi wa Kenya? Ninauliza tu wewe wenye mnapenda Ruto, mwanao atajiriwa wapi? Ndugu yako atajiriwa wapi kama Kenya Pipeline ambayo inafaa kuajiri vijana wa Kenya na wanawake, Ruto anauzi anauzia watu hani? Everything Ruto anataka kuchukua. Ukua kwa SportPesa, Ruto akona share. Eh? Sha, Easy ni send Ruto kuna share. Everything Ruto kuna share. So ni, ni wapi Ruto anatupeleka wa Kenya? Really? Kwani akina Uhuru walikuwa wajinga? Akina Kibaki walikuwa wajinga. Daniel Toritich Arap Moi alikuwa mjinga. Mzee wa kwanza wa taifa la Kenya. Kenyatta alikuwa mjinga. Angalia William Ruto sasa hivi. Then unaambiwa kwamba ati wao tunachagua kitu for what benefit, Wakati watoto wetu hawatapata ajira hii Kenya. Sisi ni wazazi. Unasomesha mtoto ukana mtoto kwa mlango. Kwa sababu Ruto anasave interest yake na marafiki zake. Kenya Pipeline ainanga sara yote ambayo kampuni inaleta aina sara, tusikuambia ati mtu anauza kwa sababu ina make profit. My friend, hizi magari kwani inatembea na maji chafu? Ndugu zangu, uwezi mess na ile kitu ambayo nashikilia mui, taifa la taifa lako Kenya Pipeline, port, airport, vitu tatu Ukisha pesa peana, nini umebaki naye? Utasikia sana atahusia chaina nini? Mombasa port. Na hapo ndio tunaelekea. Huyu ndio mtu alikuwa anasunguka hapa 24 years akisema Uhuru Kenyatta ameuza ameuza Mombasa port. Uhuru Kenyatta ameuza Kisumu port. Uhuru Kenyatta ameuza Lamu port. The same same man leo hii anatu anauza Kenya Pipeline. Kitu yenye aina sara. Ninauliza wa Kenya wetu wajukuu zetu watajiriwa wapi wa Kenya? Hiyo ndio swali nauliza. Kama corporates ya serikali Ruto anauza, kama corporates ya serikali anauza alianza, mahakama akasimamisha akakuja ndani na, Aliangre, na KCC, tuk, eh, maka, dane ule muhindi tukapiga nduru Kendrako gone ke, nini? Kenya people nimeuzwa, ndugu zangu wa Kenya, it is high time tuangalie, tuwache kufuata waseo na siasa na ujinga, no tu kimalamala hakuna jinsi tuwasomesha watoto wetu na unakaa na mtoto kwa nyumba, kwa sababu Ruto wameamua na kina Odinga, lazima Mkenya safe ndio apate namna wana, wana, wana survive kwa siasa. Jnc walikuja na revolution, Raila akapiga sababu kwa sababu anatumianga vijana wa watu kukula kwa siasa, akaingoka serikali kuprotect interest yake, kwa sababu Ruto angetolewa Raila Odinga angekuwa tumesahau, Raila Raila Odinga. Basi alipoona kwamba Jnc wanataka kuondoa Ruto. Na hapo ndio wanakulia, aka chip in. So Raila atakangi mabadiliko Kenya, muda siku wae tuangadanganye. Raila Odinga atakangi mabadiliko, hakuna change Raila Odinga na wanapigania. Raila anapigania tumbo yake. Kama Raila ana mean change, angeingia kwa serikali hii, jeshi wangetoa William Ruto. Na kwa sababu Raila aliogopa kwamba ile siku jeshi watatoa Ruto, wanajeshi watachukua shughuli. Na wajeni wanajeshi watachukua shughuli, siasa zao zote imeisha Kenya hii. Aka chip in. Leo hii Kenya pepe inauzwa. Raila yako sawa. Juzi alikuwa anatetea dani ule, ule mwizi jamaa ambaye anatafutwa na, na wazungu jamaa nata, natafutwa nje kote. Ati nasema dani ilikuwa mzuri. Ati wanasiasa wajinga wake wachache ni walikuwa wanapinga dani kwa sababu Raila alikuwa na interest yake, kwa hiyo kiwancha ndio maana huyu anatetea saa hii. Ndugu zangu wa Kenya, ninauliza kama tunauza mali zetu, tunau, tunaruhusu cooperative yetu William Ruto na wale wajinga, wale wabunge mbani washuwas pale parliament wanakaa kwa parliament wana, kazi yao ni kongwa, wanapeana kampuni zetu kuenda. Mi nauliza tu ndugu zangu, unapenda huu mbunge sana, ujiulize, huu mbunge umechagua kufanya kazi gani? Wabunge wa Kenya wanachaguliwa kwa sababu wanaenda parliament kutengeneza pesa. Unalipa mbunge milioni moja bado, mzee mzee, MP umechagua kwenda parliament, anakudai sitting allowance for what benefit? Umeajiriwa bado, unataka mtu akienda kazi bado unampea eh, sitting allowance na huyu ni mtu ambaye anaenda kapo kwa hiyo pesa kwa mshahara yake, the same same man unamwekea unamwekea mafuta kwa gari yake. Umeajiri mtu the same same huyo, ma mtu baada anataka chakula mbao, nakula bado ni taksi yangu, kwani pesa yake anapeleka kwa, kwa malaya. Hey, bwana, imefika wakati wa Kenya tujifungue kwa macho, James Orengo, Martha Karua, akina Nyong'o, hivo puza ikikuwa nakuwa ndugu zangu wao watu walikuwa na simama na sheria, wanasema hii ndio sheria tunapitisha, lakini 13 parliament imefelisha Kenya. Imebeba wash -wash, imebeba watu ambao hawajielewi kabisa, ndugu zangu. How comes a company, Mkenya kampuni ya Kenya Pipeline yenye haiwezi make asara yoyote hata siku moja. Haitawahi leta hasara kama, kama KQ. Huwezi kuniambia mambo ya Kenya Pipeline inaweza kuwa kama KQ. Haiwezekani ndugu yangu, mafuta inauzwa kila siku. Kila sa, kila sekunde mafuta inauzwa bado, ina muta anakuambia ati sasa ke, ke, Kenya Pipeline imeuzwa. Hii hatutaruhusu na hii tunakataa, tunaambia William Ruto lazima urejeshe Kenya Pipeline.